Wewe kijana, hebu eh, sogea hapa kwanza nikupe Injili ya Bwana. Mimi nimetoka kuhubiri Injili, ni nabii wa Bwana, naitwa Nabii Kibosho msiso mm, mwokota mm. chuma cha kabu, mdogo wake na mwamposa utoza master. Nataka hmm. nikuambia habari ya uzima maana Mungu amenituma hapa niseme na wewe. Nimetoka kuhubiria viumbe mbalimbali huko, nasema nendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Te nikakutana na Mungu nikawaambia habari njema, maana vyote ni viumbe. Ndio maana leo nimekusimamisha hapa, ili nende nakuambia habari za Bwana wa majeshi. Maana nilipotoka nyumbani mke wangu akanipaka akanipaka mafuta hapa na hapa, akanipaka na huko, maana nikawa mpaka mafuta wa Bwana. Haleluya, nataka nikuambia hmm. habari njema habari ya utukufu wa Bwana, yaani kujiwa ujio wa masi mpaka mafuta. Maana Mungu anasema ya kwamba atawasamee saba mara sabini. Maana wewe kijana, nimekuona kabisa, wewe ni muuni wa kupindukia. Ndio maana nikakusimamisha, maana roho aliniambia kabisa, msimamishe wewe kijana, ni muuni wa kupindukia, maana ameshatembea sana na mabinti wa watu, maana ameshaua sana, umeua sisimizi na vidudu vyote vinavyokatiza, yaani umekuwa kama sumu ya mende. Haleluya, Amen. Unatakiwa nisikilize habari njema ninazozitoa. Maana Bwana, Bwana amesema ndio, Bwana akasema utukufu huu juu yetu, nasi tukaona kwamba Bwana anasema haleluya. Yuko Bwana mchenda miujiza maana ee... hmm. Tuendele na maombi. Vipi, unajua kijana, baba nikuambia habari moja, hey. Unajua kuona ufalme wa mbinguni, hey. Sasa nangamia kupenya katika tundu la sindano. Wewe ulikuwa ulijua hilo? Mtu kama na masufuria mawili magurudumu, kazi unayo